Diamond Platinumz ameonyesha mkataba wa msanii mpya ambaye tayari amekwisha msign kwenye kampuni yake ya WCB. So ameshare huu mkataba kwenye peji yake ya Instagram kupitia Insta story, alafu ameandika a new icon is coming, na mkataba unasomeka mkataba wa kujiunga na kampuni ya muziki. mkataba huu unaingiwa leo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025 kati ya Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa sheria za Tanzania kufanya shughuli za sanaa yenye makao yake makuu Mbezi Beach, uh, SLP 100, 100, Dar es Salaam, katika mkataba huu itajulikana kama uh, kampuni, na hapa chini nafikiri ndo kuna jina la huyo msanii ambalo hajataka kulionyesha wazi, lakini tayari ameshaweka udhibitisho ya kwamba amesign msanii mpya kwenye kampuni yake ya WCB. Kumbuka ni hivi karibuni kwenye finali za BSS, Diamond aliahidi kuwa sign wale washindi, eh, mshindi wa kwanza na wa pili, eh, kwenye lebo yake. So maybe msanii huyu mpya wa WCB, eh, inawezekana ni mmoja kati ya wale wawili, kwa maana ya mshindi wa kwanza wa BSS na yule wa pili, au ni msanii mwingine mpya kabisa ambaye hatumfahamu na kwa kuweka wazi hivi, maana yake ni kwamba anytime kutoka sasa watamtambulisha rasmi kama msanii wao mpya wa WCB. Unafahamu bos wameshaondoka. E, sasa hivi WCB wamebakia Zuchu, Lavalava pamoja na devoice queen Dalini. Uwezo ukasema pengine ni mtu ambaye unamkumbuka sana, kwa sababu huoni akifanya muziki tena e, kama ambavyo ilikuwa zamani. Sasa hivi yupo kimya sana, kwa hiyo nafikiri usajili huu utaongeza orodha ya wasanii ambao wako chini ya record label ya WCB. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.